Allah tabaraka wa ta'ala atujiali kikao chetu hiki ikiwecheni manufaa kwa sote fi hadihi dunia filahiri. Muulizaji wa swali aliuliza swali kutoka katika surati Toba, ambalo ilo swali ndo limetoeka hapa sahizi. Anauliza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, katika aya 30 anasema waqalatil yahudu uzayrunibnullahi waqalatin nasaral masihubnullahi

Yesu ni mwana wa Mungu, kila mmoja anafahamu. Kwa nini Wakristo wamemwita wame hivyo? mambo yaliyofanya ameujiza yali na nini? Huyu uzair huyu, kwa nini Mayahudi walimwita wali mtoto wa mwenyezi Mungu au mwana wa mwenyezi mwenyezi Mungu? Kwa nini Mayahudi walimuita? Swali litokea hapo, na bismillah talijibu kama ifuatavyo bi iznillah. Mkononi mwangu na tarjama ya Almuntakhab na pia na kitabu alihtijaji cha Tabras katika juzu yake ya kwanza, nitavitumia biznillahi kujibu swali hili. Muulizaji alipouliza nikamwambia hivi, unafahamu kama mimi na mtoto anaitwa Uzair <laughs> lakini sio Uzair, ni Shakur anaitwa Uzair, ni Muhammad Allah, amuhifadhi na watukuzia wa vijana wetu. Uh, Uzair ametajwa sehemu mbili katika Quran. Moja ametajwa kwa jina ndo katika surati Toba aya 30 na wengine Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwelezea kisa chake katika surati Al-Baqara aya ya mia mbili na hamsini na tisa na mpaka kisa kinaelezewa, maana yake huyu mtu ni mkubwa na Allah, kuna kitu funzo kubwa anataka kutufundisha. Sasa nitaelezea Uzeri nani? Ni nani? Miujiza gani iliyomtokea na miujiza gani alifanya, kwa nini Mayahudi I, I, hii dhana ya kumwita Uzair bin Ibnullah hii dhana ilikuwepo, sasa hivi haipo kwa mayahudi wa sasa, ilikuwepo hapo nyuma, ndio mpaka Allah akatunukulia. Sasa nitaelezea sababu kwa nini aliitwa hivyo mwana wa Mungu, na nitaelezea mjadala ama mdahalo uliofanyika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam, baina yake mtume pamoja na Mayahudi walikuwa makundi matano, walikusanyika wakaenda kumfata Mtume sallallahu alaihi wasallam, vijana, watu wazee, vijana 25 ambao wamesoma dini yao kisawasawa, walienda kujadili naye kuhusu huyu Uzair. Mdala wao likuwa vipi? Biiznillahi, tega sikio, Allah atuafikishe. Uh, katika Qur'ani katika sura Bakara, Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu kisa anasema au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatan ala urushiha, qala, au kama yule aliyepita karibu na mji uliokwisha kuharibika, uliokwisha kuwa magofu. Yani mji ulikuwa almutahabu. ana tafsiri anasema, ni mji ambao nyumba nyanga nyanga, watu wake wameshakufa, mji uliopotea kama mshaikuona ukipita unaona mji umesungwa na majani majumba amebaki magofu, watu wake wamehama, waliobakia ambao waliishi hapo kipindi hiko wamekufa, mebaki mifupa tu. Akasema yule mtu alipita ambaye ndio Uzair. Allah subhanahu wa ta'ala, namnukuu akasema, anna yuhyi hadhihi llah baada mautiha, ataufufuaje Mwenyezi Mungu mji huu baada ya kufa kwake Allah subhanahu wa taala akaendelea kunukua akasema faamatahu llah allah, Allah subhanahu wa taala akamfisha yeye pale, pale. miat a miaka mia moja thumma badha kisha akamfufua qal, akamuuliza kam labith, alipomfufua akamuuliza, je, umekaa muda gani toka hapo ulipolala hapo, ulikuwa umekaa muda gani? Huyu Uzair alipofika pale alikuwa ana vinywaji vyake, alikuwa anangamia wake, alikuwa ana ana, ana chakula. Kwa alipofika katika ule mji, akataka kupumzika, kuangalia akauona mji umebomoka bomoka vibaya, kwa akashangaa. Kwa hivyo akashangaa, alimotakabwa na tafsiri anasema, hakusema kwamba baada ya mji huu kufa hivi Vipi Mwenyezi Mungu ataufua? Kwamba hana imani kama Allah ataufua, anajua Allah muweza na anaweza kufua, ila akawa anajionea ile tabu eh, hivi ndio ushakufa na watu wake hao wameshakufa, kweli Allah anaweza kufufua tena? Kwa hivyo ile kuona ni kazi kubwa sana. Sasa Allah hapa katika kisa hichi anataka kumuonyesha kwamba, ah hicho hiyo kwangu mimi ni kazi ndogo sana. Kwa Allah akamfisha miaka mia akamfufua, akamuuliza miaka mingapi, qal labis labistu yawman au bada yaum nimekaa siku au sehemu ya siku yani hata siku mbili ikafika qal allah subhanahu wa ta'ala akasema bal labithha mi'ata am wewe umekaa miaka mia ukukaa hiyo siku wala nini navoisi wewe umekaa miaka mia akaendelea allah subhanahu wa ta'ala akamwambia fandhuru ila ta'amik wa sharabik lam yatasanna kamwambia hebu angalia chakula chako na vinywaji vyako havikuharibika. Wandhur ila himarek, na mwangalie punda wako. Walinajalaka ayata linnasi, na ili tukufanye uwe ni ishara kwa watu. Wandhur ila lidham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma Allah subhanahu wataala akamwambia tunataka tukufanya huyo ishara kwa watu, watu wafahamu sisi uwezo wetu. Akamwambia mwangalie punda wako huyo, iangalie mifupa yake tunavyoikusanya, kisha tunaivisha nyama. Na pale pale Allah subhanahu wataala akawa nakifanya hicho kitendo mbele ya macho yake, kwa sababu alipoamka akakuta chakula chake kipo kinyozi chake kipo, punda amekuwa mifupa. Allah subhanahu wa ta'ala kambia, muangalie angalie, mifupa tunavyoikusanya, na kisha baada ya kukusanya tunaibisha mifupa, angalia. Basi ikakusanywa mifupa, ikavishwa na pale pale punda akaanza kulia, subhanahu, akalia ule mlio wake wa punda ule. Basi akawa amekaa vile, ameduaa na shangaa, baada ya kuliona hilo tukio kwa macho yake, sio kusimuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutuambia falama, Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea kutuambia kasema, kal, hivyo, akajua, akajionea, akasema falamma tabayyana lahu qal, baada ya kubainishwa hivyo akajua akajionea yalipombainikia akasema, alama an Allah ala kulli kuli shay'in qadir, najua kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza katika kila kitu, najua kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza katika kila kitu huyu ni Uzair. Sasa Allah subhanahu wataala ametuonyesha kisa kifupi kwa aya hii ya 259 katika Qurani. Uzair kafika safari na akamkuta haya yote. Sasa tumfahamu kwa juujuu, katika baadhi ya riwaya Uzair ni nani na ilikuwaje kuwaje mpaka Allah subhanahu wataala ana mnukuu kwenye Qurani. Kwa tuone kidogo. Ah, katika baadhi ya riwaya zinasema Uzair, kuna mjadala bado unaendelea, Iza alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu ama alikuwa mja mwema na mcha mcha Mungu na wengi wa maulamaa mabezi huko. Huo mjadala tunauweka kando, tunarudi kwenye swali letu la muulizaji. Ah, Uzair alizaliwa katika kizazi cha Bani Israel na baadhi ya maulama wengine wanasema jina lake lingine ni Umair na alikuwapo, na ndugu yake mwingine ni Tohra. Lakini Uzair ali kipindi amezaliwa baada ya muda mfupi tu, uh, mfalme wa Babilon au mji wa Babil ambaye kipindi hicho alikuwa Nebukadnezar wa pili alivamia Baitul Maqdis na hiyo ilikuwa ni miaka mia sita na tano mpaka mia tano sitini na mbili kabla ya ujio wa Nabii Isa alayhi salamu. Alipovamia uh, babake alikuwa ni miongoni mwa familia za watu wenye dini sana. Baada ya kuvamia, mfalme huyu alichoma Taurati zote, alichoma kila kitu, maanake hii ilikuwa ni baada ya Nabii Musa alayhi salamu, ndio huyu aliishi miaka ya baina hapo kati na kati Uzair ko alichoma Taurati, alichoma vitabu vyote, kisha akafanya watu mateka. Miongoni mwa mateka ni Uzair ko, akachukuliwa akapelekwa Babil, bila hiari yake kama mateka, na aliishi huko kwa muda mrefu, baadaye baadaye, na huko pia alifundisha watu kwa sababu alikuwa ameshahifadhi Taurati yote. Baadaye akarudi Ye na baadhi ya Waisraeli wakarudi Baitul Maqdis, katika mji ule kwa kipindi hicho, na huko mwanzo walikuwepo karibu na mji wa Bagdadi, ambapo ndo walipokuwa naishi kipindi hiko, kwenye mji wa Babili, ambapo karibu na Bagdadi huko, ambapo alifanya mateka kwa baada ya kurudi, alikuwa ameshahifadhi, akabidi aanze sasa kufundisha watu. Tukumbuke kipindi ametekwa, mfalme Nebukadnezar alichoma kila kitu cha Torati, kikapotea kamilani, kila kitu alipoteza. Kwa hiyo Uzair akaanza kufundisha watu kitendo kile cha yeye kufundisha watu tena anatoa kichwani na akosei watu wengi sana, wakaanza kumwamini na wakaanza kumpa hiyo, wakaanza kumuona yani, huyu mtu ni wa ajabu sana ambaye hatujawahi kumwona. Kisha aliporudi, kuna kitabu kimoja peke yake kilibakia ambacho babayake kuna sehemu alikifikia. Kipindi cha vita, hakuna mtu yoyote alikuwa anajua hicho kitabu ili sipokuwa yeye, kwa akaenda pia katika hiyo sehemu akakitoa kile kitabu akakifukua, ikawa nakala ya kwanza pekee, yeye ndo kaitoa, akawa ndo kama kai u, u, ameuhisha Taurati. Kile kitendo kafanya Mayahudi kumuheshimu sana, na hata baada ya e kufariki miaka mia nne na thelathini, kabla ya ujio wa Kristo, akawa ndo akaanza kumuita hilo jina hilo, wakaitakidi kwamba yule ni mwana wa Mungu, na baadhi ya miujiza aliyofanya, miongoni mwa miujiza aliyofanya alipo fufuliwa na Allah subhanahu subhana, akarudi ni miaka mia tukumbuke. Akakuta mji umebadilika sana akashangaa sana, ikabidi sasa anze kazi ya kutafuta nyumbani kwa sababu hana, hana mtu anayemjua. katika kuangaika angaika akaiona nyumba akawa anahisi pale na paisi kwangu, lakini mabadiliko yale sina uhakika. Akamwona wajuza mmoja, akabidi amfate, akamuuliza, hebu mimi naulizia kwa uzair wapi? Akasema yule bibi akaanza kulia, ni kipofu, akalia akalia, vipi akaambia ni miaka mingi imepita, hakuna mtu aliyeniuliza kuhusiana na Uzair, mtu mtukufu sana huyo. hakuna aliyepata kuniuliza wa kwanza wa kwanza, napajua yule bibi, akabidi ampeleke akampeleka, akamskoti mpaka pale wakafika, na mambo mengine akaendelea katika riwaya huko, sitaki kuingia dipo. Baada ya kufika hapo na mambo mengine, sasa changamoto ikaja Mayahudi na watu waliokopo hapo kipindi hicho hasa Mayahudi wanaamini vipi kama huyu aliyerudi ni Uzair? Ikabidi wathibitishie kwanza, wakamwambia Uzair ni ndo mtu pekee aliyehifadhi Taurati vizuri, tunaomba utupe Taurati. Akaanza kusoma mistari ya Taurati kwa kichwa na kwa moyo, hapo wakaamini. Kisha yule bibi akamgeuka akamwambia, alikuwa mja mwema sana, fanya makarama yako. Basi yule bibi alikuwa kipofu, Uzair akaomba dua, yule bibi akaona na baadhi ya miujiza mingine ambayo imethibiti sehemu nyingine. Baada ya hivyo vitu hivyo, watu wakamchukulia kumuona wa ajabu sana, na baada ya kufa kwake watu wakaanza kumwita ni Mungu. Kwa hivyo chanzo ni watu wakaanza kumwita mwana wa Mungu. Chanzo cha kumwita mwana wa Mungu ni yale maajabu aliyoyafanya ya Taurati kuuisha, kwa sababu baada ya kuchomwa hapakuwa na mtu aliyehifadhi, hapakuwa na mtu mwenye kitabu Taurati ikaletwa tena upya na Uzair. Yeye ndo mtu wa kwanza kuihuisha tena taurati baada ya kupotea. Kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam palikuwa na mdaharo makabila matano, wakiwa Mayahudi, manaswara ambao ni Wakristo, Wamedian, wamanich wa ma, wa pamoja wa na wanaoabudu masanamu. Wakakusanyana, kila kundi likatoa wa wasomi watano watano, wakundi wakawa waka wasomi ishirini na tano. Wakasema, twende kwa mtume tukamhoji na hizo hoja zetu Walivomfata Mtume saasama akawakaribisha vizuri, sa kama mekuja kwa hoja na heri, amna shida, taratibu. Kwa hivyo Mtume akawakaribisha kwa, kwa adabu, nidhamu, heshima. Haya, leteni hoja zenu. Tumekuja hapo kukwambia bwana, sisi hapa tunaamini kwamba Uzeri ni mwana wa Mungu, mwanamungu unabtubishia na ikitokea ume Mayahudi. Sasa wakamwambia sisi tunakupa hoja zetu kama hoja zetu zitakuwa nzito katika mdahalo huu na wewe ukakubaliana nasi katika swala hilo, tutakuwa tumeshinda. Na kama hutokubaliana na hoja zetu, itakuwa ni wajibu wetu tuendelee kukupinga. Tumasaaa akasema, je, mnataka niamini hoja zenu vivi hivi bila kuzijadili? Mayahudi wakasema hapana. Sasa basi nipeni hoja zenu, kwa nini mnaamini hivi? Mayahudi wakasema kwa sababu aliweza kuiwisha kitabu chote cha Taurati wakati kiliwa kimepotea kabisa, kikamilifu chote kiliwa kimepotea, hakuna mtu yoyote alikuwa na uwezo wa kukifufua isipokuwa yeye Uzair, hivyo tunaamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Mtume sawasama kawambia, kama mnaamini hivyo mantiki yenu na hoja yenu ni hiyo hapo kwamba Uzair mwana wa Mungu kwa sababu amehuisha Taurati, kwa nini nabii Musa alayhi salaam ambaye yeye aliyekuja na hiyo Taurati hammwiti mwana wa Mungu? Kwa nini hamwiti? Na nyinyi mnakiri sa kwamba Musa ana cheo kikubwa zaidi kuliko Uzair. Musa alayhi salam ana cheo kikubwa kuliko Uzair, mnaamini hivyo. Sasa kwa nini, kwanini hamwiti mwana wa Mungu? Hapo mnasemaje hapo? Maanake Musa anastahiki cheo hicho zaidi. Kama Uzair mtamwita mwana wa Mungu, je huyu alikileta hicho kitabu cha Taurati? Swali lingine ambalo mtume swa aliwauliza, je kumwita mwana wa Mungu ni kumnasibisha Mwenyezi Mungu kwa nasaba ya baba na mwanaye wa kumzaa kutoka kwa mke aliyooa? Kama mnadai hivyo, mtakuwa mmemvunjia heshima kupindukia Mwenyezi Mungu mumba, kwa kumfananisha na viumbe dhaifu wenye viwiliwili wahitaji waliofungwa na mipaka ya dunia. Nasemaje hapo? Mayahudi wakarudi wakamwambia, hapana, lengo letu sisi sikuunda na saba kwamba baba na mama kwamba Mungu kazaa, hapana ilo so lengo kwa kwani hapa tutakuwa tunakosea, bali lengo letu ni cheo cha heshima. Heshima yake Uzair ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ni kama vile baadhi ya maulama wetu, walimu wetu, wanavyowaita wanafunzi wao bora kwa majina. Kwa mfano, kijana wangu huyu, mtoto wangu huyu, sio kwamba mtoto wake kukumzaa, ni ile heshima na cheo bora ambacho wanampia. Ndivyo hivyo Uzair kwa Mwenyezi Mungu tume salalahu akasema akasema sasa hoja yenu naona mnaudimule mule. Niliotangulia kusema kama Uzair mnamwita mwana wa Mungu, basi Musa alayhi salam itabidi mumpe cheo kikubwa zaidi. Kwa hoja hizo mlizozitoa itabidi hata mmwite kaka wa Mungu. Na kama kumwita mtu mnasema amemwita mwanaye amemwita kijana wangu kwa kumpa cheo, basi mimi naomba huyu mu hapa niulize kama mnaweza kumwita Musa alayhi salam akawa Mungu kwa sababu inabidi awe na cheo kikubwa kuliko Uzair. Mnaweza kufanya hivyo? Mayahudi wakakaa kimya, kisha baadaye wakamwambia basi tupe muda tuka tukafanya uchunguzi na kufikiria zaidi. Mtume sawasama akamwambia taba kama uchunguzi wenu mtaufanya kwa moyo safi, kwa ikhlasi na kwa isafi, bila shaka Mwenyezi Mungu atakuongozeni kwenye hikma. Huyo kwa uchache tumemwelezea Uzair. Kwa nini Mayahudi walimuita mwana wa Mungu kama Allah alivyonukuu katika Qurani surati Toba ya 30. Na kwa kisa kifupi tumeona miujiza alioifanya Uzair kwa namna hiyo, baada ya kufa kwake wakaanza kumwita ni mwana mwana wa Mungu. hata tukubalie katika kila jambo ambalo tunalifanya katika njia ya ilmu Uh, ukitaka kutafuta mdawalo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi katika ya isaichi ukienda kusoma uh, kitabu cha Al-Ihtijaj cha Tabras juzu ya kwanza ukurasa 27 inshallah tutapata kuona uh, katika surati Toba, na katika surati Tauba aya ya 259 Allah ameelezea kisa cha Uzair. Tumombe mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kufikia katika mawaidha na njia zake Mwenyezi Mungu na tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tuongoze katika njia zake. Kisa cha Uzairi kinatothibitishia sisi hapa kwamba Mtume alituambia, uh, binadamu akiwa mwema akifa, siku ya kiyama anaona kama alikuwa siku chache tu pale kaburini, lakini yule muovu anaona pale amekaa miaka mingi. Kwa Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tufanyie pesi. E, tumeona hapa Uzairi miaka yeye kaona kama kaka siku moja tu. Ko hivi vitu jamani, Allah subhanahu wa Ta'ala anaweza. Inna Allah ala kulli kuli, uh, wa rahmatullahi wa barakatuh.